So wa Kenya si sisi moja, ni watu wengine wa maajabu sana. Sisi ni watu ambao tuapenda kusahau vitu haraka sana, na sababu ya hivyo I'm very much ya kwamba siku moja kitakuja kitaturamba, siku moja kitakuja kitaturamba. Na nasema hivi yote kwa sababu gani? Vile ambavyo William Samuel Ruto ambaye ni rais na mkuu um, wa majeshi nchini Kenya, kile kitu ambacho alikisema jana, pale ambapo alikuwa amevisit ndani ya mlima wanavyosema wenyewe, na yale maswali ambayo aliulizwa na baadhi ya wana pale ilikuwa ni masuala ya uh, jinsi gani ambavyo Wakenya wamekosa uaminifu wa juu yake. In a way that yeye kama rais, endapo atasimama kwenye podium yote, yeah. na kuanza kuongelelea Wakenya kitu chochote kile, kabla hata mtu hajaisikiza anajua wazi kabisa, huu ni uongo naenda kusikiliza hapa kutoka kwa rais. Sasa mmoja wa wanahabari jana alimuuliza ni vipi ambavyo utaelezea Wakenya ili waregeshe imani juu yako, kwa sababu Wakenya wengi tunavyoelekea wamekosa imani juu yako. Waidha chochote kile ambacho takiongea Wakenya wamelose hope, ama Wakenya wamekataa kabisa katakata kukisikiliza, na Wakenya kamwe kabisa wameshtukizia ya kwamba chochote unachokitoa ndani ya mdomo wako ni cha uongo, hakuna ukweli wowote alafu vile vile pia mwingine akaja akamuuliza na kumwambia kwamba sahii imeonekana kambe, kama wewe una maneno mengi sana ambayo ni matamu kwa kila yote ambaye atakupasikilizwa na kuusikiza, lakini matendo yako na yale ambayo unayongea ni vitu viwili tofauti. Tafadhali mheshimiwa rais, tunaomba uwaelezee wa Kenya ili waweze kukuelewa. Utacheka yale majibu ya wa rais wako ambao aliyatoa jana, yatakuchekesha sana, kwa sababu rais alionyamazisha aa, maswali na kumwambia kwa kwamba sikilizeni, sikilizeni, sikili, hivyo ndio vosema, sikilizeni, sikilizeni, wajua kuna watu wengi sana wana chuki. Sasa rais jana aliona kambe kama yale anayoyambiwa ni kwa sababu ya chuki, anachukiwa, yani sio maneno ya ukweli, ama sio vitu vya ukweli, na alipoelezewa kwamba ilifika mpaka time ukatoa baadhi ya watu ambao walikuwa kwenye bunge, ambao ni magood performance, ambao wana perform vizuri, lakini just because ya kwamba unataka kuweka yani vak, vak, vacant, eh, nafasi ambayo itawezesha watu wengine ambao wako nje ya serikali waweze kuingia ndani ya serikali. So baadhi ya maswali ambayo alikuwa anaulizwa jana na vile ambavyo alikuwa anajibu jana ni vitu vingine vya kushangaza, na kitu ambacho nasema kwamba wakenya watakuja watalia pasi kujigundua wenyewe ni kwa sababu ya misemo miwili ambayo iko ambayo nataka kuiambia hapa. Msemo um, wa kwanza ambao nitautumia ni ule ambao tulikuwa tunasema kwamba once beaten twice shy, in a way that mara ya kwanza ukishatandikwa hivi inabidi next time usijipeleke peleke hivi, anza kujiuliza yule mtu, last first time alikutandika hivi, last time huyu uh, jamaa alikuja akajipendekesha sana, alijipendekesha sana sikuwa kama Wakenya na Wakenya wengi sana waliamka alfajiri mapema sana kwenda mpiga kura ili wamtie ndani ya serikali. Na baadaye alipoingana na serikali, hata miezi minne ya kuisha, the same guy akaanza kuvuruga serikali, akaanza kuvuruga Kenya, kila mtu akaanza kumkataa, each and every kila mtu, kwa na zile za kwamba huyu hata mregesha huyu hata mregesha huyu hata mregesha. Msemo wa pili ambao nda utumia ili ni justify ino statement yangu ni ule msemo ambao unasema kwamba mwiba wa kujitakia hauambiwi pole. na mtoto endapo atajikata, ama mtoto akililia wembe mpe, akijikata atauacha. Hasa mtoto ni kama Wakenya ambao wanalilia wembe kwa sasa. Nitasema hivyo, kwa sababu nasema hivi, ni kitu cha kushangaza ambavyo naona leo leo, sasa tunavyoongea, ambao ni tarehe moja mwezi wa nne. Nimeshtuka sana ambayo nilikuwa najua kuna lile eneo ambalo tunalita mlima wa Kenya, yani, this is central ambao ni wa kikuyu ndugu zetu, ambao ndo watu wa kwanza ambao walikuwa tunajua tukidhania kwamba ni watu ambao wamemchukia William Samuel Ruto, ama ni watu ambao siku ya kupiga kura hawatajitokeza ama hawataenda kumpigia kura huyu jamaa, ili wajue yani, wamtoe kwenye kiti, kumpitia kupigia kura mtu mwingine ambaye atakuwa ayashindana naye wakati ule, lakini let me tell you my name today. When I saw those video uh, uh, Ruto pamoja na brigedia lake lote ambalo alikuwa yuko kule Kikuyuni watu walijia sana hivi. Nikaujiuliza, ni kitu gani ambacho kimewafanyia watu wakaenda kule, wakati kila siku wanasema wanamchukia, lakini mkutano wake ambao ulikuwa ni convoy ya kwenye barabara, so I was trying to ask myself, ambao walikuja kwenye comment sana hivi Besha ndio iliyofanya jamaa wakabidi wamfuate. Kwa sababu gani? Walijua jamaa atagawanya pesa, so it's not like uh, it's not like atu anampenda kitu ambacho kimewafanya wakazingatia, in a way that wakalazimisha kwenda nili ya kwamba walikuwa wanajua kabisa kuna kitu kidogo kitatolewa. Lakini sasa kitu ambacho pia tunashindwa kuelewa, Morara Kibeso alikuja hapa kwa na nani, nilichukua hiyo video nikaiweka hapa kwa channel nikasema kwamba uh, Morara Kibeso akaja akatwambia ya kwamba hizi pesa ambazo politicians wanatumia ili kutupea sisi kama wananchi pesa ndogo ndogo ambazo kiukweli kabisa zitakusaidia, because I'm very much 100% politician, akikupa 500 hivi ukiita ndani ya mfuko, on your way back home, ile pesa kufika nyumbani, itafika labda itabaki shilingi hamsini ikifika nyingi. Kama nikupa 500 zikifika nyingi labda 150 pale njia njiani ndo utanunua nunua vitu, utapata ile pesa imesha yote. The following day hauna chochote, ni kama pesa ya lana. Ndio maana akaja akatwambia that is blood money hiyo ni pesa ya damu ambayo imetumika, ambao ndugu zetu, mama zetu, dada zetu, watu wetu wa karibu wameuliwa, ndo ile pesa ikafanya nini? Ikaweza kuwekwa do you know that there some people ambao ilibidi wauliwe ndo ili mtu fulani apate cheo fulani. do you know that there some people go to those families, go to those families ambazo walipoteza watu, utaambiwa mtu fulani na fulani alifariki kwa sababu ya hivi na hivi na hivi na hivi kuna watu ambao walikuwa, kuna siri ambao walijulikana, endapo watatoa zile siri ambazo wako nazo kuhusu mtu fulani, hata si rais, hata mbunge fulani, ama seneta fulani, gavana fulani, chief area, mtu fulani alifanya kitu ambacho wajuazi kabisa, huyu mtu akikiongelelea kule nje kitaleta madhara. So, what are you supposed to do? Yule ambaye ndio kichwa ama yule ambaye ndio kiongozi yatumia nguvu zake za pesa na silaha ambazo wako nazo, anatumia hata kama ni vijana fulani ili wafanye nini? Uende wakammaliza yule. Kummaliza yule ndio kupoteza ushahidi, na zile pesa zile zile ambazo ndio zitaekwa zitajoin pamoja, tunakuja tunaletwa sisi, tunapewa kama ni mia tano mia tano elfu moja moja, ili tufanye nini? Tukawapiga makofi waheshimiwa, kwa sababu wamekuja mtaa wetu, hivyo basi tuwashangilie. And the same thing ni kwamba the same amount ndio pesa ambazo zitakuja zitafanya sisi, wale ambao ni wabunge, watu akili zetu, physiologically yetu kabisa, hii itatumika in a way that tutakuwa tunachukulia kama ni vijimungu vidogo hapa duniani, kila kitu ambacho ataongea. Ushaona mara ngapi? Tushaona rais, rais anasimama tu hivi hata hajaongea ile, ile kwa microphone, anaweza ana kuwa anakoa kwa microphone, wewe <coughs> watu wanapiga makofi tayari. This is true. How many times unampata Obama anachukua microphone anapiga hivi basi, <coughs> basi watu wanacheka wanampiga makofi kama si Katara mchua alienda tu mahali na jamaa alikuwa hajui kizungu vizuri. Ile pesa ambayo inatolewa, my friend, ni pesa wakati mungili, minasime, ambayo wakati mwingine nasema ina mashetani ambayo yanatukoroga paka akili na kukoroga akili kule kule itafika mpaka time ya kwenye wakati wa election, huyu ambaye tunamwita Ruto ambaye tunasema sasa kila mtu Ruto must go, Ruto must go, it's the same person ambaye utenda pale kwenye ballot utampigia kura hivi, na William Samoei Ruto atakuja, atatangazwa I William Samoei Ruto the new president, the same person. Kwa sababu gani? hivi vitu tunaviona hapa. people, hii, hii, hii, kudanganya danganywa hivyo na pesa ndogo ndogo hizi, tunasahau yale yaliyotoka. Wakenya tumesahau watu wangapi waliuliwa? A lot of people ambao waliuliwa, majenzi waliuliwa ili watu fulani tu wapate cheo ndani. Kwa sababu after majenzi ku demonstrate kuna paka bunge kwenda choma bunge kule, ili kueleza zile, zile hungry zao ambazo wako nazo. A lot of people lost their life just because William Samoei Ruto avacate ile kiti pale. But see, what happened? Ilikuwa ni kama nafasi ya kuwatafutia kina Joho, kina Raila nambadi those wengi from, from ODM, kwenye serikali pamoja na hawa watu ambao ndo nini, serikali geuke. Lakini mwisho wa siku ile nguvu zao ambao walitumia kwa kupigana hazikuzaa matunda kwa sababu gani? Watu wengine ambao watakuwa kwenye kiti walikuwa benefited ye, wakiona vile wanateseka legends, walikautona pigana but those people are not benefited in anything hoseaonha watu waliuliwa, my friend, I'm telling you. Na the same people instead sisi to tusikie uchungu tuseme twangojea tu, hata kesho ifike 2027, tupige kura tumtoe huyu jamaa. Sisi ndo sisi mara mbili ishirini, tunaenda shika bendera hivi. Tukisema eh, hey, Ruto ende wapi? Ruto yuko hapa kuishi Wembe ni ule ule hiyo, ndio nyimbo ambayo ilitumika wakati uh, uh, uh, uh, William Samoei Ruto pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kurudi kwenye kiti cha uongozi wakati ule na kutukampigia makofi na kumwambia Raila kwamba wembe ni ule ule. Sasa I'm telling you this simple that tumejitakia mwiba wa kujichoma wenyewe, that is first na second. Sisi ni kama watoto tunalilia wembe, na wembe tutapewa, na tukishapewa tutajikata, tukishajikata, damu zikitoka, tutasikia uchungu, tutawaachilia. It is make sure to subscribe, like and share this video till next time guys.